Uh, welcome to Papa Ronah TV. Leo niko na mrembo, mrembo ambaye anatambulika sana. Before beoe tuendelee, wacha chindo kwanza. My name is Brenda Dorin Washali, jina TikTok wala Facebook ni Last Born 70. Last Born 70. Nikuulize, ni story gani ambayo umekutana nayo kwa maisha ika, yani ika, ya kushtua kabisa? Story mimi kutana nayo kwa maisha ikanishtua. Nilichukuta nimedate mbabaza wenyewe 8 years. Guys Nikulia kwa miwa hiyo hiyo. Story story naona niliharibu mbaba za wenyewe wenyewe, lakini tuishapita, ni sawa sawa tu. na kuna story nyingine niliwahi kuona kwa live TikTok mahali ukisema kwamba uliwahi date tena mbaba za 7 days ukampea kitu akafaint. Ilikuwa kweli hiyo kitu? Ilikuwa real bro, akafaint. Ilikuwa kweli real bro? Sasa ulifanyaje venye alifaint? Sasa nikachukua maji nikamwekea mbaba za wenyewe akakuwa sawa, nikamwacha akaenda. Mimi nikitaka nimetaka ulivile ajali slab hiyo kitu vizuri, mbaya sana bro mbaba bbs na kijana. <laughs> Unajua wazee au wazee pia wako tu sawa, si wabaya pia, wa waao wanasnap kitu vizuri lakini kidu wanatoa mbaya sana, na ukichapa hiyo kitu vizuri, na mbaba na kijana, nani anachapa hiyo kitu vizuri? A, watu wote wako sawa, maybe kuna songkani ambaye unapenda kiluya sana, moja tu son song eh. Songi, napenda kiluya ni huyu kijana liimba ya ama maventi TZ, Yo wimbo ilimba

Sasa najua hao support lazima pia nyimbo zao tuimbe, na una vile aje? Wakati unaimba song yewe ya msanii mwenye unapenda vizuri hivyo, huyo msanii unampendea nini sana sana? Vibe yao iko sawa, wanaimba vizuri. Wale wa wivu kusema wasanii wa walio wajui kuimba, wasanii wa walio wajui kuimba, wasanii walio wanajua kuimba vizuri sana. Na leo tumeweka hapo Starboy Kids na tumeweka hapo Pajoboy, utachagua ngoma gani ya wao watu wawili au wote? Hakuna mambo zao zenye sina watu wote, nyimbo zao ziko safi sana. Mtazamaji papa Ronah ameweza kuruka hiyo story, lakini tunaendelea kumfadhilia so social media na kila mali watu wakupataje? last born 70 last born 70 t yeah. no na...